Kutembea na wanafunzi wake. Sasa jitangaze na wewe mwalimu, kutembea na wanafunzi hadi wewe utakula ulichokiota, ama usuru akomboa kama ndio anaje, hombe mapenzi pesa ufundi peleka na yeye pesa ande. Paulo Elias maarufu Milomilo ni kijana mwenye elimu ya darasa la saba, aliyependa somo la hisabati lakini akiwa mtaani kupambana na maisha akagundua kuwa na kipaji cha kutunga misemo. Fanya mapozi yote lakini huwezi kuning'iniza mguu kwenye mkeka. Umeme hauna kiuno lakini unakatika. Hata uwe kinyozi vipi, huwezi kunyoa vichwa vya habari. Na waambea kwa maeni, malipo yamekaribia. Misemo ilianza kuja kwenye akili yake, watu wa karibu walipoipenda, akaona haja ya kuirekodi na kutumia kipaza sauti kuwafikishia ujumbe wateja wake. Kitu kilichonifanya nianze kurekodi misemo ni kulingana na kukaa na watu sababu unapokaa na watu unasikiliza maneno mengi, unakuwa tu, yani wewe pale unadakadaka maneno e, labusara unalibeba msemo wa kwanza nilianza na kwamba e, ila nilianza kwa kusema kwa Kisukuma kwamba wachawi, acheni kuloga, ukimwi unatosha. E, ndo nilianzia ule. Niliwaza tu kulingana na yale tuliyokuwa tunayaona kwa sababu tulikuwa tunaona matukio mengi, na mimi nikaona tu niongee tu. Kwa hivyo, lakini watu walikuwa wame, wameamua kupenda zile msemo zangu, akaona kwamba ndugu yangu tunatakaga hata burudadi kwenye biashara. Huu naliliza tu lile li mambo afu mambo yanaendelea kwenye lile lisifika, ndio nikawa nakuja nalo kwenye biashara kwa kipindi cha miaka sita amekuwa akitumia kipaza sauti hiki chenye misemo lukuki ya lugha ya Kiswahili na lugha yake mama ya Kisukuma. Hii imemsaidia kupata wateja wengi. Ndugu yangu, sasa hivi mpaka nameremeta. Nilikuwa yani kama bonge la boya, ila sasa hivi mimi niko nimeng'aa, sababu kila kipindi nilikuwa napigwa dolo. Si unajua ndugu yangu, haya yani shida e, mtu sasa hivi mpaka umwite kwa nanili e, kwa maneno e, E, sasa hivi wanakuja tu mbona kwa furaha. <laughs> E, wanakuja tu kwa furaha ndugu yangu, sasa hivi. Eh, tena wao tu kulingana na misemo, wale mabosi wanaojidai waga na wa, nawaambia hivi, hata uwe na magari themanini choni lazima uende kwa miguu, umenielewa? Sasa kwa sababu einamaana hey, hapo ndo wana, na wao wananisogelea wana kulingana na kwamba, hey, kwanini wamesema kwamba hata kama uwe na magari 80 coon lazima uende kwa miguu. Bola tukalichangia lile, hey, hata uwe na gani wezi kuokota nyumba <laughs> yote hayo waka na waambia. Kuna wakutiana moyo, kuna mambo matatu ambayo najiaminie, hey, kwanza unitishi univishi na unilishi. Eh, sasa na yeye masikini asiteswe sana. Mitazamo ya wananchi juu ya misemo hii ni chanya. Misemo ya mwanambilo ni misemo mizuri, inafurahisha wateja, inavutia wateja, hata kama alikuwa hataki kununua ananunua. Na mimi mwenyewe nimekuja hapa, japo sio mdau wa mnadani hapa, ila imenivutia tu kuja kusikiliza hapo misemo yake. Choko mama! Jamani, hata salamu salimieni, watu pesa zinaishaka tu kutoka mkoani Simiyu, Rema Evans, Habari Wikendi.